Karibuni tena katika chaneli yetu ya Istiqama Swahili TV, musati la elimu na hekima katika vipindi vya wanawake na Ramadhani. Leo insha allah ukiwa pamoja nasi mpenzi mtazamaji na msikilizaji, mada iliyokupumizani uhusiano wa mwanamke na Qurani katika mwezi mtukufu wa Ramadhani.

Kwa majina anaitwa Hafsa binti Ali alii al-Khatiriya, nikiwa kama mwalimu wa tafsiri ya Qur'ani, nipo kwa ajili ya kuchangia mada iliyo kumzani, uhusiano wa mwanamke na Qur'ani hususan katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Naam, shukran ukhti Hafsa, naam. Shukran sana ukhti Riya kwa kunipa fursa hii ya kuweza kufika na kuwa pamoja katika kipindi chetu hichi. Tunamuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala atufikishe katika malengo yetu. Ndugu mtazamaji, upo na mimi Umu Ammar, kuwa nami mwanzo wa kipindi mpaka mwisho ili uweze kufaidika katika vipindi vyetu hivi. Shukran, karibuni sana maukti yeah. Uh, wapenzi watazamaji na wasikilizaji ningependa ningependa muwe pamoja nami mwanzo wa kipindi mpaka mwisho wa kipindi inshallah. Na tukianza na ufunguzi wa mada yetu, labda tukulize swali kidogo ukti Hafsa, uh, kwa nini ni muhimu sana kwa mwanamke kuwa na ukaribu na Qur'an hususan katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani? Labda kuna umuhimu gani ndani yake unaweza kutufafanulia kidogo. Asante sana uktiraia, lakini no. Pia swala lako ni zuri no. Kuna umuhimu mkubwa mwanamke anapojikita maisha yake na, na, na Qur'ani, lakini kuna umuhimu mkubwa mwanamke anapojalia maisha yake kila siku ni nyenendo za Qur'ani sahihi. Uh, ukizingatia tukiangalia katika jamii yetu ambayo sasa hivi imetuzunguka labda uktiraia na umuamara Munaonaje mjitamaa wetu, munaonaje wanawake katika mjitamaa wetu? Ah, subhanallah, ukihasa hili swala ni zito kidogo katika mjitamaa wetu huu. Tulizunguka wanawake wameharibika sana. Ukitizama huu upande wa pili kwa wanaume, wanaume wako vizuri kuliko wanawake. Naam. Na, kama Na. ulivyosema ukhtiraji, kwamba katika mjitamaa wetu sasa hivi kuna mporomoko mkubwa wa maadidi katika wanawake wa Kiislamu. Imekuwa sasa binti wa Kiislamu hajui hata ile hijabu ambayo inatakiwa katika vazi lake la Kiislamu, lakini pia imekuwa haju hata ile akhlaki gani ajipambe mwanamke wa Kiislamu pia no. mm -hmm. haju hata ile nafasi ambayo Uislamu mempa binti huyo wa Kiislamu imekuwa sawa so, so, binti wa Kiislamu na binti wa dini nyingine tofauti na Kiislamu no. Lakini mambo haya yote atapata wapi binti huyo wa Kiislamu pale ambapo atachukua na akaifanyia kitabu cha Qur'ani.

rudi katika kitabu cha Allah unasoma harfu unalipwa mara kumi. Je, ukiwa unachukua safha nzima au juzu nzima unaisoma katika kila siku au kila masaa katika mwezi mtukufu wa Ramadhan, ni fadhila kubwa Allah ametuandalia, na alhamdulillah kwa neema hii. Naam, kwa hiyo wanawake wa Kiislamu au wamama wa Kiislamu tunatakiwa kujihusisha maisha yetu kwa Qur'ani, tunatakiwa tuisoma Qur'ani kwa kila siku hususan katika mwezi mtukufu wa Ramadhani tukithirishe kusoma Qur'ani, lakini tujalie kwa Qur'ani ndio mlezi wetu wa maisha yetu. Sahai. Sahai. na tunapoisoma kuifikiria na kuitadabara. Naam, naam, shukran sana maukti wetu kwa ufafanuzi wenu huo, mkiwa mm -hmm. kama watafsiri wa Qur'ani na walimu wa mm -hmm. dini, labda ni kupeni uswali kidogo Zipo njia ambazo zinazofanya mwanamke kuwa na ukarimu na kujihusisha na Qur'ani, mnaweza kutuambia labda ni zipi njia hizo? no. Naam, ohtireia katika suala hili liko pana sana no. Kuwa njia za kumfanya mtu aweze kumari kuimarisha msimamo wake au mahusiano yake na Qur'ani ni nyingi no. Ya kwanza labda tuseme kuwa kuisoma mara kwa mara Qur'ani na kuitadaburi no. Tunajua kama Allah Subhanahu wa Ta'ala katika kitabu chake ameshamil mambo yote, tukitizama kama ayati zinazozungumzia moto ayati zinazotuzungumzia watu wa peponi, hata pia mashaki yote katika dunia yamerudi katika Qur'ani Karim, yametajwa yes. Kwa hiyo mwanadamu anapoisoma Qur'ani anatakiwa aisome kwa kutadabbar, aisome na huenda, ikawa kalbi yake ilikuwa ikifanya maasi aiyo, na anaweza akasoma au akapita katika aya inazungumzia adhabu za watu wa motoni, mtu huyu inaweza ikawa ndio sababu yake ya kuongoka aiyo. Kwa hiyo anatakiwa aisome mara kwa mara, lakini kiuhalisia, tukirudi katika mujtamaa wetu sasa hivi tunagundua kama watu hawaisomi Qur'ani katika majumba, subhanallah, majumba yamehamwa, yamehamwa tamaman, watu hawaisomi na ndio maana hatoshi mashakil, aiywa haisomi Qur'ani. Qur'ani inasomwa labda ikifika Ramadhani, na mtu anaisoma Qur'ani ikifika Ramadhani siku ya mwanzo na ya pili, baadaye inaendelea zile zile harakati za kila siku. Tuna labda nithibitisha hili kwa kupitia kisa kifupi. Kulikuwa na kijana ambaye ameyajalia ya maisha yake yote kuwa ni msikitini kijana huyu alikuwa ni mema siku na masiku, alialikwa na mwenye ule msikiti no. Na kualikwa na yule mwenye msikiti aka, aka hudhuria katika nyumba yake, akakuta katika meza ya chakula palikuwa na pesa, akazichukua zile pesa na kuzihifadhi katika nini, kitabu cha Allah no. Na amezihifadhi mle kwa sababu ni marejeo Taima, ni watu wa ta ta lazima ta soma, wakisoma basi. Kijana yule baada ya muda mfupi wakaondoka yule mwanamke yeah, akarudi kwa yule mumewe, akamwambia nimeweka nime pesa hapa, lakini hazipo, na hakuna yote alizozichukua hizi pesa isipokuwa wewe na yule kijana, kwa sababu uh -huh, hamna watoto wa kuzichukua wala mtu anatoka na kuingia. Yeah, yule mwanamume akajithibitisha na kujiaminisha kwa mkewe kuwa hajafanya kile kitu, wakarudi kwa yule kijana. Kijana, lakini baada ya kupita muda mrefu sana kurudi kurudi kwa yule kijana, yule kijana akalia sana. Baada ya kuambiwa vile na yule baba, alimwambia kijana, kama ima ni kudhalilishe kama wewe ni mwizi <tis> au ni unirejeshe pesa zangu kwa kwa sababu huwezi ukawa unafanya amali na njema mbele za watu unasalisha unahutubia halafu mbaya, una mali mbaya unazifanya. Kijana akalia akamwambia, mimi pesa zako nimezihifadhi ndani ya ndani ya msahafu na hii ni dalala ya kuwa husomi kitabu cha Allah heiwa, na hakifunguliwi katika nyumba zetu. Huo ndio msiba tuliokuwa nao katika majumba yetu, na labda turudi katika njia ya pili ambazo inampelekea mtu kuisoma na kuitafsiri. Allah subhanahu wa taala ameileta Qurani ili kusimamisha msimamo wake na Qurani kuisoma mara kwa mara. Hmm. Ili tui, tutoe ahkam zake na tuongoze -tu maisha yetu yote katika kitabu chake, na pia tunaona katika

ya ayati zimekuja kimajazi, zimefungwa ndani yake. Huwezi kutafsiri kwa, kwa akili yako au kwa elimu yako ya kawaida, lazima unaweza ukatafsiri hivi lakini Allah amekusudia vingine kwa na, hiyo yes. Lazima uisome Qur'ani na tafsiri yake, japo kuwa ni kila mji mm, imeumbwa na lugha zake, lakini mwanamke kuimarisha uhusiano wake na Qurani anapoitumia Qurani katika maisha yake kila siku pia nahisi ni jambo zuri ambalo litamfanya aimarishe ule uhusiano wake wa kila, wa, na Qurani kwa mfano

Kigezo chake amejalia Qur'ani ndio mlezi wake wa maisha yake kila siku, na kwa hiyo Hafsa hapo anataka kutuambia kuwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mwenendo wake wa maisha wote, bila shaka, halina shaka ndani yake na, na labda ukhti Raya tuweze kufungia nukta hii kwa hmm, kwa kusema tukirudi katika majumba yetu na familia zetu na, katika majumba watoto wetu hawaisomi Qur'ani kama walivyokuwa wakifanya watoto wa masahaba na Mtume namtume Muhammad, ilikuwa ni watoto wadogo wanahifadhi Qur'ani katika vifua vyao no. na walikuwa na himma, kila mmoja anataka kuihifadhi Qur'ani lakini, ukirudi kwetu katika, hususan katika mwezi mtukufu wa Ramadhani mm. mama mama nini wanafanya? mm. wanawatoa watoto zao nje ili wao wapate kufanya pirika zao kwa na wanatoka watoto kwa ajili ya kwenda kucheza. Imekuwa ni mwezi wa Ramadhani ni uvumbuzi wa michezo. Ukitizama Muammar, mwezi huu mtukufu wa Ramadhani ndo utakuta michezo mingi inapumbuka, karata, gololi, Nage, zote hizi, hizi zote, kwa sababu wazee hawakuweka mda maalumu wa kuwasomesha watoto wameujalia. mm. mda ule ni kama watoto kuwa, kucheza wao wafanye mambo yao mm. na pia ukitizama katika majumba imekuwa sahivi, muongozo mkubwa unaochukuliwa ni masimu no. Mtoto toka anakuwa anakulia kisimu mm. Asubuhi mpaka jioni anapewa simu kama ndo maisha yake no. Akitaka yani. kula akitaka kulala, kila kitu mm. Hatujui kama mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema mtoto toka anapokuwa aanzishwe kusoma Qur'an, hata akili yake ina, inaweza, inaweza ikabeba mambo mengi. Ashukran sana maukti kwa panuzi wenu mm. no. kwa huo mpenzi mm -hmm. um, mtazamaji na msikilizaji bila kusahau upo pamoja nasi katika chaneli yetu ya Istiqama Swahili TV busati la elimu na hekima na tukukumbushe pia mada iliyokopo mizani ni uhusiano wa mwanamke mm -hmm. na Qur'ani katika mwezi mtukufu wa ramadhani na turudi upande wako ukti Hafsa kuna wale wanawake ambao kwao wameshindwa kuwa na ukaribu wa Qur'ani au wanaona uzito kuisoma Qur'ani. Vipi unawahamasisha watu kama hawa? Subhanallah na no. Ukhtiraya ni kweli unavyosema. mm. hili tayari ni maradhi ambayo tayari yamenea katika mjumbe wetu, subhanallah, kwani utamkuta binti wa Kiislamu au mama wa Kiislamu anashindwa kuwa na ukaribu na Qur'ani. mm -hmm. utamkuta huyo binti wa Kiislamu anaisoma Qur'ani huku anadodosa ayo na kama vile hajatoka katika mishipa ya Kiislamu ayo lakini Tunarudi nyuma. Njia gani ambazo tunazitumia labda ili tuweze kujikaribisha na Qur'ani? Mm. Kwanza tunatakiwa tujue kwamba Qur'ani haikai katika nyoyo ambazo zina maasi. Mm. Lazima tuji, tujitenge, tujiike nyoyo zetu ziwe safi, tujiike, mm. Tujitenge mbali na maasi. Lakini jambo la pili, tubadhil juhudi kubwa. Mm. Tutoe juhudi kubwa ili kuweza kufikia yale malengo ya kuwa na ukaribu na Qur'ani. Kama ambavyo Allah Subhanahu wa Ta'ala amesema

Bila shaka Allah shasema yule ambaye ataikumbusha ataikumbuka Qur'ani, ndio ambaye atamfanya wepesi mm, ili aifikia hii malengo ya kuwa karibu na Qur'ani. Na ukti hasa, mm, tumambiwa kuwa Qur'ani ni shifa. Vipi Qur'ani ni shifa? labda ueke wazi kidogo kidogo. Aiwa, bila shaka Qur'ani kweli ni shifa. Qur'ani ndio mtabibu, Qur'ani ndio dawa, Qur'ani ndio

Ni karamu kutoka kwa Allah. Naam. Basi jifunzeni kutoka kwa karamu yake, maana yake tayari Allah kashatuambia kama katukirimi kitabu cha Qur'ani. Naam. Umma zote hizo nyuma hazijapewa Qur'ani, lakini sisi Allah ametukirimu. Ni neema hii ambayo, naam, tunatakiwa tuiegelee hii neema, tukitumia ili kurejea katika matatizo yetu. Labda ukhti, uh, ukhti rayani nikupe mfano. Kuna kisa ambacho kimetokea ni kisa halisi, yani kimetokea wakati. Naam. Kuna kijana mmoja alikuwa na katika familia yake kuna na mkewe zilitokezea yeah, zile ni dhati za kifamilia yeah. Ilipofika asubuhi, huyu binti tayari yeye kashakasirika anataka kwenda kwao aiyo, lakini huyu bwana yeye akasubiri, akasema bora niondoke ni yaani, ugomvi usije ukazidi. Mm. Akaondoka, kaenda zake msikitini kwenda msikitini. Yeye alijua njia pekee mimi ya kusuluhisha matatizo yangu yaliyoko nyumbani ni nini, ni mrudi al kwa Allah. Alipofika msikitini, alivuta tasbihi akastaghfiru, lakini jambo la mwisho akaelekea katika Qurani Ngo. manake pale ndo patakapompa jawabu nini afanye uke, ukitaka kutiraia, huwezi kuamini aliporudi nyumbani hali aliyeacha tofauti na aliyekuta. Alimkuta mkewe tofauti kabisa. mm -hmm. alitegemea kirudi hayupo, kashaondoka. Alimkuta tayari wanafuraha furaha, hali kama hakujitokezea kitu katika, naam. ile familia naam. naam Mafunzo an. Hmm. Muhimu kuhusu nafasa mwanamke na Qur'ani. Hmm. Na kwa kumalizia tumalizie dondoo chache na muhimu, na hizi dondoo umu amando ambaye atatupa hizi dondoo na mtafadhali, barakallahu fiki ukhti Raya, labda tufungie kipindi chetu kwa kusema yeah. turudi kwa yule mwanamke ambaye hawezi kuisoma Qur'an kisahihi nah, maymtaja tihafsai yeah. kwa yule mwanamke hatakiwi akate tamaa hatakiwe arudi nyuma nyuma, akasema kama mimi sijui. Anatakiwa afanye niaiwa awe na njia tofauti tofauti za kuchukua, sababu ili awe, aweze kufikia malengo no. Labda tum, tumwajihishie mawaidha huyu mwanamke huyu kwa kusema aende katika madaris hmm, madaris mingi alhamdulillahi, neema kubwa tuliyokuwa nayo, anaweza akarudi na kuweza kujiendeleza kuji, katika kiraa chake mpaka akamuongoza Allah subhanahu wa taala katika lengo lake. Na pia turudi kwa aliyekihifadhi kitabu cha Allah na, Allah subhanahu wa taala ameweka adhabu kubwa

Kuwa nilikuletea aya ukazisahau, na mie leo na kupuuza au nakusahau. Allahu Allah, Allah, Akbar man, hili jambo man, ni pushe. Zito, tuna dhima kubwa tumeibeba, tume katika vifua vyetu na tunaendelea nayo kuishi nayo kila siku na. Allah tujalie ni wenye kuifanyia kazi Qurani na kuihifadhi. Naam, amin. Shukran ukhti Muna. Mm -hmm. Tunamuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala atuepushe na adhabu zake na tuwe wenye kusikia kauli na kuyafanyia kazi insha Allah. Na kwa wale ambao wameshuhudia ujumbe huu tunaomba wafikishie na wengine ambao wamejisahau insha Allah. Naam. Asanteni sana wataalamu wetu wa tafsiri ya Qur'an na walimu wa dini kwa muda wenu na mlotufundisha. Mpenzi mtazamaji wa Istiqama Swahili TV, mustakili elimu na mm hekima. -hmm. Kama tulivyojua Qur'ani ni mwongozo wetu wa maisha, na tujitahidini tuwe nayo kila siku na hususan katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Ningependa mm. tukutane tena katika kipindi kijacho kwa mada nyingine, ni muhimu insha Allah. ukiwa pamoja nami, mtangazaji wako Raiya binti Abdullah bin Said al-Hadhramiya, sambamba na mwongozi wa kipindi wangu Sheikh Saud Luheta.